Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, hakuna neno gumu lolote usiloliweza katika maisha ya kwetu. Ndio maana Bwana tunakukimbilia asubuhi ya leo, kwa sababu wewe ndio mwezeshaji wa kila jambo katika maisha ya kwetu. Kila jambo ambalo kibinadamu haliwezekaniki, kila jambo ambalo linaonekana ni gumu, kila jambo linaloonekana linatisha, kwako, kwa wewe ni kitu kidogo tu. Sante Bwana kwa kutupa nafasi na kibali chingine katika siku ya leo siku ya Jumatano, siku ya tatu katika zamu ya wiki hii, lihimidiwe na libarikiwe jina lako mfalme wa mfalme, Mungu mwenye nguvu na uwezo na mamlaka. ni tunaekaribia tena madhabahu yako e Bwana, kwa toba na kwa rehema, kwa njia ya damu ya Yesu Kristo. Tukubali Mungu mwenyezi, tusamehe tulipowaza na kunena, kutenda kinyume na mapenzi ya kwako. Lakini Mungu, tupe tena kibali na haki mbele za uso wako, ili unapozungumza nasi kwa neno lako la uzima, tutakapoomba na kutolea sadaka, Mungu ukubali matukio yetu ya kiibada katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ale anasimama kinyume na mpango wote wa ibilisi, tafsiri mbaya neno lako, elimu yote iliyo kinyume na mpango wa kwako, roho ya mpinga Kristo katikati ya kusanyiko, na ikataa kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu Mwenyezi, uanze pamoja nasi tafakuru hii ya ujumbe wa neno lako na utembee pamoja nasi na uhitimishe pamoja nasi, ni kwa heshima ya jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kila mwenye pumzi aseme amen. Pe Bwana Yesu, makofi yako ya shangwe, amen. Tafadhali, naomba keti katika uwepo wa Bwana Yesu. Tunamshukuru Mungu kwamba ametupa tena leo uh, siku ya tatu, siku ambayo pia tutatembea uh, uh, katika pointi yetu ya um, Tatu. Hekima ya tatu. Eee. Eee. Ya ne, ya ne. Tulianga, ya pili tuliangalia jana juzi kutumia muda vizuri, tukaangalia mambo ya kufahamu kuusumuna. Jambo la kwanza tukasema tambua mudani wa Mungu jambo la pili tukasema muda ni fedha, na jambo la tatu katika pointi ya kwanza ya tumia, hekima ya kwanza ya kutumia muda vizuri tukasema uh, kwamba muda ni uwanja wa maamuzi. Mungu anapokupa muda, anapokupa nafasi ni anakupa eh, nafasi ya kufanya maamuzi kwa ajili ya kesho yako na kwa ajili ya maisha ya kwako. Uh, leo tunaangalia hekima ya tatu hekima ya pili, sorry, hekima ya pili hekima ya pili hekima ya pili ambayo tunaiangalia sasa hivi ni e, ili Mungu aweze kurahisisha maisha, ndio kitu chetu tunasema, hekima ambayo ataitumia ya pili ni kwa kujiwekea akiba, kwa kujiwekea akiba. Hiyo ndio hekima utakaotembea nao mwaka huu wa Bwana wa elfu mbili na ishirini na sita, ili Mungu aweze kuyarahisisha maisha yako, ni lazima na ni muhimu sana kujiwekea akiba. Nilikuambia kanuni hizi hata mpagani zinamfanikisha mtu yoyote hata kama anini kwa lugha, akizingatia tayari Mungu anaweka tiki kwenye maisha ya kwake. Kwa hiyo ukitaka maisha yawezi kuwa mwepesi mwaka huu wa Bwana 2026, tengeneza kanuni ya kujiwekea akiba kwenye kila chochote Mungu anachokupa. Mungu anapokupa chochote leo hii uh, anataka ujiwekee akiba tuangalie kifungu cha neno la Mungu kutoka Mwanzo mlango wa 41 na mstari wake uh, wa ishirini na nane, na, uh, uh, uh, mstari wa, wa arobaini na moja, ishirini na nane na mstari ule wa 36. Mwanzo wa 41, ishirini na nane mpaka thelathini na sita. Na maandiko matakatifu yanasomeka hivi: ndivyo nilivyomwambia Farao, ya kwamba Mungu amemwonyesha Farao atakayoyafanya hivi karibu. Tazama, miaka saba ya shibe inakuja katika nchi yote ya Misri, kisha kutakuja miaka saba ya njaa baada yake, na shibe ile yote itasauliwa katika nchi ya Misri na njaa itaharibu nchi, wala shibe ile haitajulikana katika nchi, kwa sababu ya njaa e, kwa sababu ya njaa inayokuja baadaye, maana itakuwa nzito sana. Na ndoto ya Farao, kwa vile ilivyokuja mara mbili, ni kwa sababu neno hilo Mungu amelithibitisha, na Mungu atalitimiza upesi. Naomba nirudie tena hapo kwenye kwenye mstari wa thelathini na mbili na ndoto ya Farao kwa vile ilivyokuja mara mbili ni kwa sababu neno hilo Mungu amelithibitisha, amelithibitisha na Mungu atalitimiza, Mungu atalitimiza, amelithibitisha na atalitimiza upesi. Basi Farao uh, na ajitafutie mtu wa akili na hekima, amweke juu ya nchi ya Misri. Farao na afanye hivi, tena akaweke wasimamizi juu ya nchi na kutoa sehemu ya tano katika nchi ya Misri katika, hii saba ya kushika, katika miaka hii saba ya kushiba, na wakusanye chakula chote cha miaka hii e, miema ijayo, wakaweke akiba e, ya nafaka mkononi mwa Farao wakakilinde kuwa chakula katika miji na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo saba ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, nchi isiharibike kwa njaa. Nirudie mstari wa 36. Kwa, kwa hicho chakula eh, kitakuwa akiba ya nchi, kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo saba ya njaa uh, itakavyokuwa katika nchi ya Misri, nchi isiharibike kwa njia. Mwana wa Mungu, ndoto hii aliyoota Farao nimesoma hapo eh, kwa sababu ya muda nisingeweza kusoma yote, lakini anzia mstari wa arobaini, eh, mlango wa arobaini na moja, kuanzia mstari wa wa kwanza utaunganisha mpaka hapa, unakutana kwa habari ya ndoto mbili alizoota Farao kwa wakati mmoja. Ndoto ya kwanza aliona ng'ombe saba wenye walioshiba walionona, na akaona eh, eh, ng'ombe wengine saba waliokonda, na anasema wale waliokonda wakawatafuna wale ambao wameshiba lakini pia aliona masuke saba eh, yaliyo yaliyo sitawi vizuri na masuke mengine saba membamba yaani dhaifu. Kwa hiyo ukifuatilia hapo, alijaribu kutafuta tafsiri ya ile ndoto nini akashindwa, akaita watu kibao, waganga, washirekena wanajimu, kwa sababu ile ndoto ni Mungu alikuwa ameikusudia, aliifunga. Nguvu zozote na hekima zote za Misri azikufanikiwa kuifafanua ile ndoto na mwotaji ama mwoteshwaji wa hii ndoto ni mpagani Farao, muabudu mizimu, toa sehemu cha Mungu, sio mlokole, hatambui uwepo wa Mungu, lakini Mungu anasema naye kwa habari ya njaa inayokuja baadaye na si tu kwa ajili yake, kwa ajili ya taifa zima. Bwana wetu Yesu Kristo abarikiwe sana. Kwa hivyo nakuambia kanuni hizi, hata awe mpagani akizizingatia ni kutiki tu maisha, maisha lazima awe mepesi. Ayo Mungu aliposema naye huyu huyu Farao ambaye alikuwa hamchi Mungu, lakini alichokuwa anataka Mungu kuepusha ni madhara ya njaa katika taifa, na ili taifa ni taifa la Misri sio taifa teule na ukifuatilia habari hizi, baada ya njaa kuja kutokea, taifa teule la Israeli lilitoka nyumbani, njaa zimewapiga, wanakuja Misri kuja kuomba chakula. Kwa hiyo Mungu anazungumza na, na, na, na, na Farao kwa habari ya miaka saba walio nao ya chakula na miaka saba ya njaa ya nao kuja baadaye. Kwa Mungu anataka kumwambia miaka hii saba niliyowapa ya chakula hamtakiwi kula vyote, mnatakiwa muweke na akiba, kwa sababu kuna janga la njaa litakuja huko baadaye. Kwa mwana wa Mungu, unachotakiwa kuelewa ni kwamba mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na sita, watu wengi tunasema maisha ni magumu, ni kwa sababu hatuna kanuni ya kujiwekea akiba. Tunapobarikiwa tunakula vyote, tunasema ni neema, na tunasema Mungu kesho atatupa tena. Kama leo ametupa na kesho atatupa tena. Mungu ni Mungu wa kanuni. Kama aliwapa miaka saba ya njaa, anasema kuna ya chakula, anasema kuna miaka saba ya njaa, sitawapa kama mtajipa ninyi wenyewe kwa kujiwekea akiba. Watu wengi wameingia kwenye madeni kwa sababu muda wao waliotumia katika kupata vipato vya kifedha hawakuweka akiba chochote. Unachopata mwaka huu wa Bwana wa elfu mbili na ishirini na sita weka akiba. Akiba yako utakayoweka ni kwa ajili ya njia yako ya baadaye, ni kwa ajili ya kipindi ambacho Mungu anaweza akakiruhusu kikaingia kwenye familia, wakati mgumu, wakati mshahara ulipi kwa wakati wakati posho haziji kwa wakati, wakati mambo yako yatakugumia, biashara haiendi tena kama ilivyokuwapo kwanza. Kwa hiyo ukijiwekea akiba, ile akiba itakusaidia ku... Pita katika kile kipindi ambacho Mungu atakiruhusu. Ni kujilisha upepo na kujidanganya kama utaamini ya kwamba Mungu atakupa maisha ambayo hayana mabadiliko kwenye maisha ya kwako. Mungu alivyotumba, ametupa vipindi tofauti tofauti. Kama mwanadamu au kama wanadamu tutakutana navyo hapa duniani. Kwa hiyo kama umeomba na kuombea mwaka huu 2026 ni vizuri na umefanya vyema kabisa, wala si vibaya, lakini lazima akili yako ijitune kwamba kuna vipindi vitakuja, Mungu atakupa chakula na kuna kipindi ambacho Mungu atakupa njaa. Sasa kama Mungu anasema na ruhusu njaa iweze kupita, lakini anakupa na kanuni ya kujiwekea akiba. Sasa kwenye kwenye kwenye issue ya kipato vya kiuchumi e, Mungu anatupa anatupa mbegu na anatupa chakula. Kwenye mshahara wako pale kuna mbegu na kuna chakula. Embu angalia kitabu kile cha Isaya. Kitabu cha Isaya. Uh, mlango wake wa 55 na mstari wa kumi mlango wa hamsini na tano na mstari wa kumi bila sema: maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali kuinyesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apan, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Katika mshahara, katika chochote unachofanya, hela ambayo Mungu amekupa ambayo hukutegemea eh, umepata labda pengine eh, umepata pengine, uh, uh, fursa ya kupata hela ambayo hukutarajia kuipata, maanake ni kwamba Mungu hapo anakuwa amekupa eh, amekupa mbegu na amekupa chakula. Hapo anza kutenga mbegu yako mapema, weka pembeni wakati mwingine unapoiweka akiba ni kwa ajili ya, ya, ya, ya kuja kujiwekeza eneo fulani, kuja kununua kitu fulani kwa Mungu. Anapokupa fedha mwaka huu wa Bwana, maisha yako yawezi kuwa mepesi, ni kuhakikisha ya kwamba unapata ufahamu wa kujua mbegu ni ipi na chakula ni kipi, akiba ni ipi na cha kutumia, cha kupeleka kwenye shule ada za watoto, kupeleka kwenye mavazi, kupeleka kwenye chakula, kupeleka kwenye ni kipi, lazima ukitenge mapema, mwana wa Mungu. Biblia inasema Mungu akamwambia Farao kwa habari ya njaa ya miaka saba, lakini hakufahamu. Lakini akaja akaja mtu ambaye amejaa neno amejaa roho ya Bwana, mtu ambaye Mungu anatangaza yanayotokea mwishoni, mwanzoni. Akamwambia ni hivi, ndoto yako inaashiria kwamba kuna chakula sahihi kizuri, lakini baada ya miaka hii saba ya chakula, kuna miaka saba ya njaa Kipato chochote Mungu amekupa, fedha yoyote Mungu amekupa, hata kama sio mshahara, imekuja tu kama kama kama kama, kama upepo umekutana ume nayo, jiulize, Mungu hii umenipa ni kwa ajili ya nini? Ongea pamoja nami katika jina la Yesu Kristo. Usile kilichopo ukaamini kwamba kesho tajisumbukia yenyewe. Rafiki yangu, Mungu anaijua, anajua tutaishi kesho kwa mipango ya leo. Hiyo ndio kanuni ya Mungu taishi leo. Nikwambie kule kwenye Biblia kuna mtu anaitwa Esau na kuna mtu anaitwa Yakobo. Esau alikuwa ni mfuge, alikuwa ni mtu wa mawindo, tafuta nyama nyingi sana, lakini kuna mtu mwingine anaitwa Yakobo alikuwa ni mtu tu wa kulimalima hapo, mtoto wa nyumbani. Lakini maandiko yanasema kwa sababu Esau alikuwa hajiwekei akiba ya chakula, kuna siku alitegemea kwamba nikienda maporini nitakuja na swala kama ninavyokuja na ganao wanne watano kama kawaida, kesho juzi alikuja nao, jana akaja nao, mwaka uliopita akaja nao kwa akajua kwamba ile ni mfumo wa maisha ya kwake. Kwa hiyo bila, kuna siku akaenda, akarudi mikono mikono mitupu. Aliporudi mikono mitupu, aliporudi akakutana na jamaa mmoja anaitwa Yakobo, mwenye akili anayejiwekea akiba ya chakula, akamwambia, akamwambia, akamwambia, naomba chakula nile. Yule jamaa rafiki yangu, sikupi chakula hapa mpaka unipe haki ya uzaliwa wako wa kwanza. Watu walioweka akiba, angalia kilichotokea pale kwa sababu ya e, e, Esau alijua ni kula ni kula tu, nitakula tu, ni chakula ananena nini? Akamwambia, fresh, hamna shida, wewe nipe na mimi nakupa uzao na, e, nafasi yangu ya uzaliwa wa kwanza. Maandiko yanasema alipompa chakula ndo akawa ameuza uzaliwa wake wa kwanza. Ongea pamoja nami katika jina la Yesu, kama tunaelewana, usitembee na roho ya hesau mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita ya kula vyote ukiamini, kazi ipo kesho ya kula vyote ukiamini okay. Na baadaye Mungu ni mwaminifu, atakupa <laughs> Esau anarudi siku hiyo mm, swala wote wamemkimbia, fursa zote zimemkimbia, hela zimemkimbia, anajiuliza mbona sio kawaida yangu? Nimelogwa? Hajalogwa, lakini ni vipindi ambavyo Mungu anaruhusu viwe kwenye maisha ya kila mwanadamu: kupata na kukosa. Unapopata wekeza, akiba itakusaidia usiuze utu wako. Usiuze nafasi zako usiuze vitu vya ndani kwa ajili ya kupambana kwa kwa chakula, ayakiba, Esawu. Na tatizo lililotokea kwao Yakobo, kwa sababu alikuwa ameweka chakula ya akiba akampa Esau na Esau pale akapoteza nafasi yake ya uzaliwa wa kwanza. Utakuja kugundua kwenye maisha haya kuna watu wanapoteza vitu walivyokuwa navyo, wanauza rasilimali, wanauza mali, wanauza kila alichokuwa nacho kwa sababu ya kupambana na janga ambalo linaweza likaruhusiwa kuja kwenye familia na Mungu mwenyewe. Kwani kwa sababu hawakuweka akiba itakayokuja kuwasaidia baadaye. Watu wote wenye ak, wanaoweka akiba kwanza hata akili tu yenyewe inakuwa iko vizuri. Bwana apewe sifa. Yaani kwa sababu unajua kabisa kwamba likitokea lolote kuna hela iko kwenye akaunti ya kibanki. Kama uwezo haupo kwenye benki kuna vibubu sasa hivi. Weka kwenye kibuu pale. Unajua mtoto akiumwa muda muda, si muda na hela pale. Unajua leo nikikosa kuna hela iko mahali fulani. Unajua mambo yakinibumia hapa kuna hela iko. Huwezi kumkuta mtu mwenye akiba ana stressi kwa sababu ana uhakika wa maisha pongia pamoja nami katika jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu akiba inamrahisishia maisha. Maisha yako ni magumu kwa sababu uweki akiba, unategemea muujiza. Unategemea kwamba mfumo wa maisha ni ule ule. Mfumo wa maisha sio huo huo. Leo vitu vinaweza vikawa viko shwari, mwaka huu vinaweza vikawa viko shwari, mwakani vikawa hovyo. Kwa kwa chochote ambacho Mungu anakupa anakikabidhisha kwenye mikono ya kwako, hakikisha ya kwamba unakitenga kwa ajili ya njia yako ya baadaye. Usile vyote, mwambie jirani yako usile vyote. E, ukala mbegu na ukala na chakula mwaka wa Bwana 2026. Kwa kanuni ambayo Mungu ataitumia 26 kukurahisishia maisha ni kujiwekea akiba. kile unachokipata usiseme huo ndio muda wa kutumia. na unajua unajua uh, mtazamo wa maskini anakula kulingana na namna anavyopata. Maskini yote ambaye anaendelea kubakia maskini ni yule ambaye anakula kulingana na anachokipata ambaye hana mtazamo wa kusema kwamba eh, ngoja niweke hiki kinisaidia. Hamna, anaona ngo, leo nilikuwa sina hela, hela zimekuja, wacha nianze kujichana nyama, kuku ya kuchoma, nianze kujichana kitimoto. Maisha ni haya haya, eh, jana nilikuwa sina, zimekuja tuzitumie. Bwana ataendelea kuwa maskini vile vile. Kama uliweza kujibana ukiwa huna, jibane vile vile na ukiwa umekipata gie pamoja nami katika jina la Yesu Kristo. Wanaofanikiwa na kuwa na na matokeo ni watu ambao kwa wakati wanajibana, wabahili. Ubahili ni tofauti na uchoyo. Nipongie tena nikupe hiyo kanuni. Ubahili ni tofauti na mchoyo. Bahili ni mtu ambaye anaiheshimu fedha, anaiweka hela kwenye mipango, anaituma hela inakotakiwa kwenda. Mchoyo ni mwenye hela lakini hatoi anapewe sifa sana, ameficha ndani. Kwa kwenye maisha yako, kwa jifunze kwamba ukiipata hela usisaze saze saze tu kwa sababu umeipata ili watu wakuona, labda wakati mwingine ah, unajua huyu ni mzungu, mzungu anaishi Afrika maisha yake. Jifunze kuweka akiba, jifunze kujibana kwa ajili ya njia yako ya baadaye, na nakuombea katika jina la Yesu, Bwana Mungu akupe hekima ya kuweka akiba na kwa njia ya kujiwekea akiba katika njia yako uwe na chakula tele cha kutosha hata kugawa kwa familia nyingine. Angalia Misri, ilikuja kugawa chakula kwa taifa teule Israel. Wanakuja pale hey, eh, wanaombaomba wanakuja na chakula eh, na tunaomba mtusaidie, wanatoa hela ndo wanapewa chakula. Ashukuru Mungu, kuna mwenzao aliwekwa pale ambaye ndiye Yusuf, nabii anasema inasema Yusuf akamwambia Farao, "Ujitafutilie mtu mwenye akili. Watu wenye akili wana wa Mungu ni wanaojua kuweka akiba. Akiba si watu wote wanaojua kuweka akiba, ndio maana eh, mtu wa Mungu Yusufu anakuja namwambia Farao kwamba tafuta mtu mwenye akili utakayemweka juu na akichukue eh, asilimia kadhaa ya chakula kilichoko katika taifa na akilinde na akitunze, akilinde na akitunze kwa ajili ya miaka saba inayokuja baadaye ukigundua ya kwamba huna uwezo wa kuweka akiba, chunguza akili. Na Farao anamwambia katika taifa hili lote, wewe ndo mwenye akili, na kuweka wewe mwenyewe uliyeona hilo jambo kwenye hiyo hilo eneo kwao, na wewe uliko popote, akili kichwani, hahitaji maombi akumwambia tafuta mlokole anayejua kunena kwa lugha umweke pale kwenye wizara ya chakula, alafu sijui na nini, tafuta mwimbaji mzuri, tafuta mhubiri mzuri, tafuta sijui na nani. Alisema tafuta mtu mwenye nini? Jamani, <laughs> tafadhali, naomba usimame hapo ulipo. Kwa hiyo akiba ni pia tunapima uwezo wako wa akili ya kwako. Unasema mimi siwezi kabisa kujiwekea akiba, yaani nikikaa na hela zote zinaisha yaani, yaani, unajivunia, unaona sifa, unajua kama ningetembeaga na hela na nunua vitu ambavyo sikutaka kuvinunua, yani nikifanya hivi nafanya matumizi ambayo yani, yani mimi kwa siweza kutembea na keshi yani siwezi kabisa kukaa na hela. Akili ndio shida, wala sio udhaifu. Hebu inua mikono yako juu kwa Bwana na tuweze kuomba kwa dakika hizi chache, kwamba Mungu atupe akili ya kuweka akiba katika kila eneo, lakini Mungu atusaidie atupe fedha na kila fedha nayotupa tutenge mbegu mapema. Mimi nilikulia kijijini kule Moshi, kule nilikuwa naona kabisa wazee wakisha, baba yangu mwenyewe alikuwa akishalima mahindi, anachagua yale mahindi aliyonona mapema kabisa, anaenda anaweka jikoni kule juu eh, kule juu ya jiko pale, kuna kitu kama wanaweka pale kama kigorofa fulani hivi, wanakitengeneza pale juu, wanapanga pale, ule moshi unapopita hivi, anakausha ile mahindi vizuri, anakimuuliza, anakwambia haya ni maalumu kwa ajili ya mbegu mwakani ni akiba kwa ajili ya kwenda kupanda mwakani. Mshahara wako kuna mbegu yake ambayo Mungu anataka uichomwe pale kwa ajili ya kukuzalishia jambo fulani hapo kesho. Mikono sema amikonosema. Ee Bwana Yesu, niko mbele za uso wako na mbele ya madhabahu yako. Nimesikia habari zako ya kwamba ulizungumza na Farao, mtu asiyelicha jina lako, mtu asiyekuabudu, mtu asiyetembea na wewe, mtu asiyetambua uwepo wako, na ukamsemesha kwa habari ya miaka ya chakula na shibe na kwa ajili ya miaka ya njaa. Maanake ni kwamba unatufundisha ya kwamba akiba ni muhimu kwenye familia, hata kwenye taifa. E Bwana, mimi niliyeokoka ni zaidi ya Farao. Ninachokusihi na kukuomba, naomba unipe hekima ya kuweka akiba, hekima ya kutunza fedha, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti alia ni mdolee roho ya Esau ya kutafuna kila unachonipa kwa siku, ya kutafuna vyote unavyonipa kwa mwezi kwa jina la Yesu. Hii roho ya Esau ninaikataa kwa jina la Yesu. Ninabeba roho ya Yakobo ya kutunza chakula, ya kutunza fedha, ya kutunza faida kwa jina la Yesu na kwa damu ya Mwanakondoo, ili ewe Bwana kipindi cha njia yangu niweze kuishi nikiwa na furaha, niweze kupita kwenye hicho kipindi kwa nguvu ya akiba kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yeyote alaye kwenye ulimwengu wa roho, anayezuia akiba yangu namwekea zio kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Haya, nenda mbele za Bwana, mwambie Mungu, sema nami kwa namna ya kuweka akiba, kama ulisema na Farao. Zungumza na mimi, nipe uwezo, nipe hekima ya kutunza chakula kwa ajili ya njaa ya baadaye, kwa ajili ya nyakati ngumu za baadaye, kwa ajili ya vipindi vigumu vya baadaye kwa jina la Yesu mwambie Mungu, nitakapoanza kuweka hii akiba adui yasile kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu mwenye neema, Mungu utupendaye, Mungu naye turahisishia maisha kupitia akiba, ninakuomba e Bwana, kila mtu aliyesikia sauti hii ambayo umesema naye, ulisema na Farao kwa ndoto, lakini umesema na sisi kwa neno lako asubuhi ya leo. e Baba, katika jina la Yesu wape akili ya kutunza fedha, wape akili ya kuweka akiba kwa jina la Yesu. Maana waswahili nao walisema, akiba haiozi. Akiba ni kwa ajili ya kesho yetu, akiba ni kwa ajili ya njia ya kwetu. Tusaidie Bwana, tusaidie Mungu kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo akiba iwe sehemu yetu, na mahali pengine ukasema, jifunzeni kwa chungu, maana chungu hujiwekea akiba kwa ajili ya chakula cha kwake cha baadaye. Wape watoto wako, wape watoto wako ewe Bwana, kuwa na akili kama za chungu za kujiwekea akiba, kwa damu ya Yesu kipato hiko hiko kidogo walicho nacho waweke akiba, mshahara huo huo wanaoona hautoshi, Mungu umewapa, lakini nakusihi wape namna ya kuweka akiba kwa damu ya Yesu. Punguza mahitaji yatakayozuia wasiweke akiba ya kwa jina la Yesu. Punguza e Bwana, njia zozote ambazo zinafanya fedha itoke kabla haijaingia kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, hiyo neema ya kutunza fedha hiyo neema ya kuweka akiba na iwe juu ya watoto wako katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya mwana kondoo. Upokee maombi yetu Mungu, na upokee na sadaka za kwetu katika jina la Mungu Baba na la Mwana Roho Mtakatifu. Tumeomba tukiamini kanuni hii, e Bwana, ya kujiwekea akiba itaturahisishia maisha hapa mjini, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Na kila mwenye pumzi aliyoko mahali hapa aseme Amen. Amen. Mungu akubariki. Karibu mtolee Bwana sadaka, na mtumishi wa Mungu alioko zamu atachilia baraka na kutufungia ibada ya kwetu. Karibu mtumishi wa Mungu. Yesu Bwana Yesu, tunakushukuru tena e Bwana, kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa upendo wako ambao Mungu umeendelea kuachilia juu yetu. Mioyo yetu imejawa na shukurani, kwa sababu umetupa siku nyingine ya baraka, ambayo ndani yako umekusudia mambo yaliyo mema na sisi watoto wako ambao umetuchagua tena e Bwana kutupa siku nyingine leo. Tunanyenyekesha mbele za uso wako, Mungu mtakatifu, kukushukuru kwa neema hii na baraka yako. Tunakushukuru pia kwa sababu umeendelea kusema nasi na kuachilia hekima ya kimbingu juu yetu na katika maisha yetu, kwa sababu neno lako linahitaji e Bwana kwamba tukalitendee kazi na kuliweka kwenye matendo. E Bwana, msisitizo wako ni kwamba sisi watoto wako tuendelee kuishi kwa hekima, tukiweka akiba kwa ajili ya maisha yetu ya baadaye. Roho Mtakatifu katupe hekima namna ya kuendelea hiyo na kuitekeleza na kuiweka kwenye matendo, sadaka hii ambayo pia watoto wako tumekutolea Ikaendelea kunena mema kwa ajili yetu na kwa ajili ya hekima ambayo Mungu anataka tuifanyie kazi. Tubariki e Bwana, tuingiapo tubariki katika kazi yetu na maisha yetu kwa ujumla. Ukatubariki katika afya zetu e Bwana. Na watoto wako tunapoiendea siku ya leo, uso wako kaende pamoja nasi. Na ukatubariki na ukatuthibitishe na ukamfadhili wetu mkuu na ukatufadhili kwa baraka yako. Neema yako Bwana sipungukie, endelea kwa pamoja nasi na ututunze na Roho Mtakatifu kwa uongozi mwema na mwaminifu. Mshauri wetu mkuu, unayetuongoza katika mambo yote, kwa ajili ya utukufu wa jina lako, Mungu wetu. Amen. Na tupokee baraka ya Bwana. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Na Bwana akuinulie uso wake na kupa amani yake. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na tuende kwa amani ya Bwana, tukaendelea kumtumikia Mungu kwa furaha. Amen.